Na kwengineko kwa ni kwamba wakazi wa Malava sasa wamewataka wagombea wote saba wa uchaguzi mdogo wa ubunge eneo bunge hilo kukubali matokeo ya uchaguzi wakisema kwamba wana imani na IEBC kuendesha uchaguzi wa haki. Aidha, msimamizi wa IEBC eneo bunge hilo Salim Abdalla amewahakikishia wakazi kwamba uchaguzi a, huo IEBC imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kunakuwa na uchaguzi huru na salama wakati wa zoezi hilo. Mwanahabari wetu Amelita Ole Tenges yuko Malava juma hili kufuatilia ni nani atakayemrithi Malulu Injendi aliyeaga dunia mapema mwaka huu. Eneo bunge la Malava limekuwa kitovu cha siasa moto katika eneo la magharibi mwa nchi, wagombea saba wakilenga kunyakua ushindi katika uchaguzi mdogo wa Alhamisi Japo wawili Seth Panyako wa DAPK na David Ndakwa wa UDA wakionekana kuwa farasi wakuu katika kinyang'anyiro hicho. Wakazi wa Malava sasa wamewataka wagombea wote saba kukubali matokeo ya uchaguzi huo baada ya kukamilika kwa kampeni rasmi wakisema kuwa haja yao kuu ni kiongozi atakayezingatia maendeleo. Naomba uchaguzi ambao utatendeka, yule mpya ambaye atachakuliwa akuwe MP ambayo atatusaidia kazi vizuri. Tena tuko na shida mahali hapa, forest stima ni shida e, IEBC naomba tu iwe transparent, yaani gura ifanyike ya haki na ukweli. Nitaweza mm, kuambia tu wakubali matokeo yenye tatokea. Ukianguka haikuangi mwisho wa maisha, wakubali matokeo. Heba. Matayarisho ya mwisho ya tume huru ya IEBC yalihusisha kupakia vifaa vya kupigia kura katika masanduku ya kupigia kura pamoja na kutayarisha mitambo itakayotumika. Each and every vote cast to any, uh, candidate will count. Elections are going to be free, fair, and credible. Take it from me and you can take that one to the bank. Usalama umeimarishwa huku maafisa wa usalama wakionekana kushika doria maeneo mbalimbali ya Malava katika wadi saba ambako uchaguzi huo utaandaliwa. Wasimamizi wa IEBC pamoja na makarani watakao simamia uchaguzi huo tayari wamepokea mafunzo ya mwisho. Campaigns ended yesterday on Monday, 6 o'clock in the evening. In case there is anybody doing campaigns, it is illegal. Remember all the candidates sign a code of conduct with us. Shughuli ya kusafirisha bidhaa katika vituo 198 za kupigia kura itafanyika Jumatano, huku wapiga kura 94,417 wakitarajiwa kupiga kura baada ya kampeni ya miezi miwili. Imesalia siku moja tu kabla ya wakazi wa Malava kufika debeni kumteua wanaye menzi, huku IBC ikiahidi uchaguzi wa kweli na haki. Melita Oletenges, Runinga Citizen, katika mji wa Malava, kaunti ya Kakamega.